Huu mradi ni mkubwa sana, wala usiangalie kwa pesa iliyopo, angalia kwa impact. Hii barabara ndio barabara ndio lango kuu kabisa la kuconnect Dar es Salaam na mikoa yote, hasa mikoa hii inayoenda mikoa hii ya nyanda za juu kusini na hii mikoa mingine ya kuelekea Arusha, kuelekea Tanga, kuelekea wapi. Kwa hiyo ni barabara kubwa sana na ukiangalia kwa population na ukiangalia kwa wingi wa magari, barabara hii ina wingi mkubwa sana wa magari yanayokwenda mikoani. Sasa kilichofanyika Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtakumbuka kwamba baada ya malalamiko kutokea, baada ya hii njia kuwa imepanuliwa kutoka hapa mpaka pale Ubungo, bado ilikuwa haijapanuliwa, kwa hiyo zimetafutwa fedha zaidi ya bilioni 80, ili ziweze kuja kwenye mradi huu mkubwa wa barabara na sisi tuko hapa kuiwakilisha tu wizara wizara ya ujenzi chini ya ndugu yetu Abdalla Ulega ameshatoa maelekezo mara kadhaa kwa mainjinia hawa kwamba wafanye kazi haraka na sisi sasa hivi Dar es Salaam tuna encourage watu wafanye kazi masaa 24 haiwezekani kutoka pale ubungo mpaka hapa utumie masaa manne hiyo itakuwa sio ufanisi wa kazi kwao naomba pamoja na mainjinia pamoja na mshauri uliopo mfahamu umuhimu wa barabara hii, na kama mtadilei, lazima tutasukumana sana. Hii ni barabara muhimu kuliko yoyote nyie. Mnakumbuka kwamba kuna barabara zimeshakamilika, bado hazina mabasi, lakini serikali imestruggle kuhakikisha mabasi yananunuliwa, watu wa huduma wanaongezeka, kwa sababu mpaka sasa tuna udat ndio anatoa huduma. Lakini mjadala mkubwa chini ya ofisi ya mheshimiwa rais ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na watu wa huduma zaidi ya mmoja ambaye watakuwa wanashindana, huyu akifeli atafukuzwa, ataletwa mwingine, iwe ni competitive kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda vizuri. Sasa katika hali ya kawaida, katika hali yoyote ya kawaida, haiwezekani ukafikiria kupaua nyumba kama hujajenga kuta. Kwa hiyo na hapa haiwezekani kufikiria kuunua mabasi kama hujajenga barabara. Kwa hiyo hii ni miundombinu, ni fezi muhimu ya ujenzi wa miundombinu, na miundombinu hii ni gharama kuliko hata mabasi yenyewe. Ukienda hizi bilioni 231 bilioni 217 bilioni hizi ambazo zimetumika hapa mabilioni tena na kuja huku, ukikombati yakaenda kwenye gharama za mabasi, utapata mabasi zaidi ya 2000, lakini serikali imeanza na kitu chenye gharama kubwa ambacho ni miundombinu. Tukimaliza miundombinu hii yanakuja mabasi. Mabasi ya kwanza yaliingia yamechakaa, serikali na struggle kupata mengine. Kwa hiyo naomba sana hili lieleweke kwamba serikali haijasinzia, inafanyia kazi changamoto nyingi zikiwemo za kisheria, zikiwemo za po, za sera, zikiwemo za watoa huduma, zikiwemo zote hizi. Ofisi ya Rais TAMISEMI is working ili kuhakisha kwamba mambo yote yanakuwa soft. Mradi ulianza tarehe 11, tarehe 1 mwezi wa 11 2023 na unatarajiwa kuisha tarehe 30 mwezi wa 2025. Thamani ya mradi huu ni bilioni 83.894. Lakini pia mpaka sasa mkandarasi ameshafanya kazi kadhaa na ameshaweza kulipwa fedha kiasi cha shilingi bilioni 21.619, hiyo ikiwa inajumuisha na malipo yale ya awali, yani advance. Ah, katika mradi wetu kazi zinaendelea bila changamoto kubwa sana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa lakini kikubwa ambacho tunakipata kama malalamiko kutoka kwa wananchi ni ishu ya foleni, na hii ni kwa sababu hii barabara mwanzoni ilikuwa na njia nyingi za pembeni ambazo kwa sasa zinatumika katika huu upanuzi. Sasa zinapokuwa zimebanwa, magari mengi yanayokonda sehemu moja moa kwa inapelekea kwa ina ina msongamano wa magari unakuwa ni mkubwa. Lakini pia tuna changamoto nyingine tunazikuta pale inapotokea magari yanakufa barabarani ama ajali zikifunga tu barabara Sabu, kwa sababu kwa sasa njia zinaenda mbili zinarudi mbili, inatokea hiyo changamoto ya foleni. Lakini kama mkoa tunajitahidi kushirikiana na mkandarasi pamoja na mhandisi mshauri kuhakikisha nyakati zote zinapotokea hizo changamoto tunakuwa mstari wa mbele kuzitatua kwa wakati ili magari yaweze kuendelea kupita. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.